Unataka kuongezwa damu, dokta anakuambia huyu mtoto lazima aongezwe damu, damu hii hapa. Utamwambia dokta subiri kwanza niangalie hii damu ni ya ya muislamu au ni ya Mkristo? Utamwambia weka hadhara. Tuna undugu wa damu, sisi ni ndugu. Sasa kama hatukuangalia umoja wetu huu unaweza ukaja kuondolewa kwa sababu ya siasa, kwa sababu ya uchaguzi. Tumeanza kusikia tetesi, tetesi, muislamu wewe Muislamu ni Mkristo wewe. Huyu Mkristo we. Hakuna habari hiyo. Hapa hatuchagui imamu. Wala tuchagui paroko. Ose kwa paroko. Mkienda uchagua hiyo mwenda kuchagua paroko. Mwenda kuchagua shehe. Mkienda kuchagua bunge, mnachagua paroko. Mnachagua shehe. Mnachagua kiongozi atakayehudumia Tanzania. Kwa watu wetu sisi, kama kamati ya amani, tusichague kwa udini, umoja wa Tanzania. zingatiwa ikiwa yatazingatiwa, zao lake ndiyo amani, zao lake ndiyo amani. Kuna kitu kinaitwa uwazi, nikigusa na chenyewe wewe. Uwazi, sisi ndani ya Qur'ani, Mungu wetu anasema, wa kula shayin fassalnahu tafsila. Katika sehemu nyingine Mungu anasema, ma farratna fil kitabi min shayin. Mambo kuwa wazi. Matatizo mengine yanakuja kwa sababu ya kutokuwa wazi kwenye baadhi ya mambo. taratibu za chaguzi zinajulikana, ziwekwe wazi, zisimamiwe, zifuatwe. Vyama vinakubali kushiriki hivi hapa vinajulikana, vinawagombea wajulikane, mawakala wajulikane kwenye kila eneo. Hata kwenye ngazi ya familia, ukiwa muwazi wewe na mkeo, wewe na mumeo, hiyo familia iko salama. Lakini ikiwa zile familia zinazosema, oh mwanamke ashauriwi, mwanamke ashauri nini? a a hiyo familia inaenda kugonga mwamba. Hiyo lazima muwe wazi kuanzia ngazi ya familia uwazi. Sasa hata kwenye masuala yetu ya kinchi, yako mambo yanahitaji uwazi, ni kweli, yako mambo ya kiserikali, mambo ya hivi na vile, hata kwenye so vyama, sio kwamba yote hawa vyama wanaweka wazi. CCM hawezi kuweka mambo yote wazi, Chadema hawezi kuweka yote wazi, ACT e eh, hawezi kuweka yote wazi kama, lakini yako mambo ambayo yale kisheria, kiutaratibu yanatakiwa yajulikane, tuwe wawazi ili kuondoa migogoro.